Subscribe TV Kuna wengi ambao wanauza viwanja dalahis Salaam hapa na hata nje a dalahe s bila shaka ulikuwa unafahamu na nataka nifahamu kitu gani ambacho unahisi Bosi Kwezi anacho. Unawaambia watu wengine msiende kununua viwanja huko, njoo ni mnunue kwangu ambacho wengine hawana. Kwanza kabisa kama nilivyosema kwamba watu wamekuwa kipigwa sana. Hilo ndilo la kwanza. Kwa hiyo kwa Bosi Kwezi hakuna kitu ambacho kinaitwa kupigwa. Kitu cha pili ni kwamba Bosi Kwezi anauza viwanja sehemu ambazo una, yaani ni kwa ajili yako wewe sio kwa ajili ya bwanao, sio kwa ajili ya mjukuu wako, ni kwa ajili yako wewe. Yaani sehemu ambayo kuna maji, kuna umeme ndivyo ambavyo viwanja. Hata hivyo vya bei rahisi ambavyo ninasema. Ukienda mwenyewe unasema, "Ee, yaani ni kwa laki nane yani, unakuwa surprised eh? Sio mapolini yani, okay. Ni sehemu ambayo tayari kuna nyumba kuna nani kuna maji kuna umeme, ni sehemu ambazo hizo huwa na, na, nachukua watu ambao wenye shida sana wananitafuta, wana sana, kwa hiyo napata maeneo mazuri kwa bei nzuri, na mimi nawapa wananchi kwa bei nzuri. Alafu at the same time ukumbuke kwamba kwa wewe ambao unatoa information inakusaidia ina pia kwamba mimi, ukileta mteja, kila kiwanja nakupa shilingi elfu hamsini kila kiwanja nakupa shilingi elfu hamsini ambayo wewe amba, inakusaidia wewe kuweza kuona kumbe hata hii pia kwangu ni fursa. Kwanini simwambie mama yangu mzazi nikamkonvince aende akanunue kiwanja kwa Boss Kwezi? Unamsaidia mama yako at the same time unapata ka income fulani. Kwa hiyo hiyo pia inasaidia watu kutofautisha kati ya Boss Kwezi na watu wengine, alafu viwanja vyangu vinakuwa vimepimwa vizuri kwa hiyo unakuta kwamba kuna barabara safi. Ukija mwenyewe unaona kabisa kwamba mimi gari inafika mpaka kwenye eneo langu, sio tena maviwanja ya uswahilini. Unakuta viwanja kama, kama Kimara, Kimara pale Tititi, yaani kwamba yaani kwamba barabara haifiki kwako. Kwa hiyo zile sehemu zinakuwa ni sehemu nzuri, kwamba barabara inafika mpaka kwako na ni barabara kubwa ya gari, lina shida tayari inafanya malipo. Kwa hiyo kitu kipi hapa nakipata kwako, Boss Kwezi? Unanunua viwanja na kuuza viwanja? Sio viwanja. Mimi nanunua maeneo, nauza viwanja. Nanunua maeneo na vipima, tuuza viwanja. Kwa hiyo sinunui viwanja eh. Mimi nanunua maeneo, naweza kununua eka kumi, eka ishirini, eka thelathini, eka, eka... kwanza eka moja kupanda juu. Kama eka moja basi inakuwa zile ambazo ziko mijini mijini sana, lakini sehemu ambazo kidogo kunakuwa ndani kidogo, basi inakuwa ni eka nyingi, eka kumi na tano, eka ishirini, eka thelathini, eka arobaini. Ndio unafanya hivyo. Sisi ambao tumetokea Mbagala, Mbagala huku tumekutana na mabango mengi mabarabarani, nataka nifahamu biashara yako kubwa sana, umelenga maeneo gani? Kuna mikoani, ni sisi tu wa barabara hii, ama kuna maeneo mengine tofauti na Dar es Salaam? Kwanza kabisa sijapanda zaidi ya Dar es Salaam. E, mimi niko Dar es Salaam na pwani tu ndipo ambazo nimejikita kwa sasa, na ni barabara karibia zote. Sasa hivi nipo nipo Morogoro rodi ambapo nipo kiluvya kibaa, maili moja kibaa picha ndege na kibaa kwa Matias, kote nina maeneo. Alafu vilevile mbagara nina mbagara vikindu ambapo kule ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni biashara ambayo vinaanzia laki nane mpaka milioni moja na laki mbili Yaani biashara ambazo zenye bei nzuri nzuri kwa kweli, alafu pia nina Bagamoyo Road, ambayo nina kilomo pale Bagamoyo kilomo, na penyewe pia ni milioni moja na laki tano mpaka milioni mbili Yeah. Na, na mgawanyo wako upoje kwenye hivi viwanja ambavyo unauza ukubwa wake na gharama zake maana umesema hadi laki nane yeah. uenda kama mtazamaji wa nyundo tv uenda asifahamu kuna kama kuna kiwanja cha bila hisi kiasi hiko mm. yeah. e, kwa kweli mimi ni kuanzia laki nane kama nilivyosema na ni ishirini kwa ishirini kwa hiyo kwa mtu ambaye anataka eneo kubwa zaidi ana double viwili kama ni viwili vitatu vingine vinne vingine sita hadi vinane mwingine anaweza akachukua kwa hiyo inategemea na uwezo wa mtu lakini viwanja vyangu vinaanzia laki nane na vyote ukubwa ni sawa ni ishirini kwa ishirini kwa hiyo inategemea yeye ameamua kuchukua ukubwa gani, na masharti adabu anavyotaka. yeah. Swala so, la malipo umeliwekaje? Malipo mimi, unaruhusiwa kulipa nusu ya bei alafu nyingine unamaliza kidogo kidogo kwa miezi sita, na bado hiyo miezi sita negotiable. Unaweza ukaje ukasema bwana, mimi aliangu ni duni, jamani, mnaomba niongeze ongezee, naweza nikakupa hadi miezi minane. yeah m kwa... ni vizuri kabisa, vizuri kabisa. Mamantilia wa wengi sana wanapata viwanja kwangu, kwa kwa sababu la kwenye na, na, laki nane unaanza na laki nne hmm. laki nne laki nne nyingine unamaliza kwa miezi sita. ni... ambacho umekifanya, na maswali mengi sana ni ni Boss Kwezi, kama unasema kwamba ni muuza viwanja hmm. lakini historia fupi ya Boss Kwezi ni kwamba nilikuwa ni mwalimu kwa mimi na degree ya uwalimu. Hmm. Na at the same time si kwamba nina master ya masuala ya diplomasia. Hmm. Kwa hiyo boss kwezi kwanza ni msomi, lakini pia nimefundisha kwa muda wa miaka mitano. Hmm lakini nikaona fursa kwamba watu wamekuwa wakipigwa sana kwenye upande wa viwanja, watu wamekuwa wakisumbuka sana kwenye upande wa viwanja mm. nikaiona fursa kwamba kwa nini nisijikite kwenda kufanya vitu professionally mm. kwamba nikiingia kule nitafanya vitu watu wasiweze kupigwa mm. sababu walikuwa walio wengi walikuwa ni madalali ambao walikuwa nawasumbua sana watu mm. makesi ni mengi, kwa nini siende nikasovu hili tatizo mm. kwa hiyo nikaamua kutoka kwenye ualimu mm. kuja kujikita kwenye hii kama fursa kwanza kwangu mimi at the same time, nikiangalia kwamba ni kusaidia wananchi, wamekuwa wakipigwa na wamekuwa wakisumbuka kutafuta viwanja. Mpaka mtu anakuwa na hela, lakini hajui kwamba kiwanja apate wapi, nani mtu sahihi wa kumpa hiyo kazi aweze kum, kumsaidia kutafuta kiwanja. Kwa hiyo nikaona the only option ni mimi kwenda kuwasaidia, na kweli nimefanya hivyo Subscribe Miujiza TV.